Machi 21 tunamkumbuka Mtakatifu Serapion wa Misri aliyeamini kwamba utajiri wa kweli upo katika ukarimu na wema. Alikataa udhalimu, akilinda wasioweza kujilinda, akihamasisha wengi kumfuata katika harakati za mabadiliko ya kijamii. Katika nyakati za tafakari, aliandika nyaraka ambazo ziliinua na kuhamasisha roho zisizo na idadi katika safari ya kiroho. Kupitia matendo ya wema kama vile kuandaa sherehe kwa ajili ya wenye njaa, Serapion alikuwa mfano wa tumaini, akiwakilisha upendo na huruma aliyoihubiri wakati wa maisha yake. Katika uso wa mateso, alisimama imara, akihamasisha wengine kushikilia imani yao hata katika nyakati za giza, hadi alipofariki kwa sababu ya imani yake. Baada ya kifo chake, jamii ililia kwa kupoteza shujaa halisi wa waliokuwa dhaifu, lakini roho yake iliishi ikiwasha mwenge wa huruma katika mioyo ya wale aliyowagusa.